Ni saa nne na dakika mbili asubuhi. Karibu tena kwenye kipindi chako pendwa Ugua Pole, tukikutembelea hospitalini kukupa pole, matumaini na muziki wa faraja. Kama hujawahi kusikia sauti hii, basi wewe ni kijana na kama wimbo huu haujawahi kukugusa basi ulikuwa haujaumwa hospitali enzi hizo. Lakini kwa maelfu ya Watanzania wa miaka ya sabini hadi tisini, jina la Omari Kungubaya linabaki mioyoni mwao kama sauti ya matumaini. Omari Kungubaya alizaliwa mwaka 1939 katika kijiji cha Mgaza, Vigolegole, mkoani Morogoro, mkoa ambao umezaa vipaji lukuki akiwemo Salum Abdallah Yazidu, Sei Mbaraka Mwishe, Hemedi Maneti na wengineo. Alisoma hadi darasa la 8 katika shule ya Msamvu Middle School mwaka 1955 lakini alikosa fursa ya kuendelea na elimu kutokana na hali duni ya kifamilia. Hapo ndipo muziki ulipoingia rasmi maishani mwake. Akiwa na miaka 16 tu alichaguliwa kuwa bandmaster wa shule na mara tu baada ya kuhitimu akajiunga na Cuban Marimba Band chini ya Salum Abdallah. Bendi hiyo ilimlea kisanaa na kumweka katika orodha wanamuziki wa kuangaliwa. Alifundishwa kupiga gitaa la galaton lenye nyuzi sita na Kibwana Katashingo, dereva na mpiga drums wa bendi hiyo. Mwaka 1960 Omari aliondoka kuelekea Nairobi, Kenya, ambapo alikutana na wakongwe kama John Ondolo, Chacha John Mwale na David Amunga. Huko aliendelea kukomaa kisanaa kabla ya kurudi Morogoro mwaka uliofuata na kujiunga na bendi ya Kilosa Jazz ambapo alidumu hadi mwaka 1963. Ya safari yake ya muziki ilipelekea kujiunga na tawi la Cuban Marimba linaloongozwa na Mzee Mwaipungu hadi mwaka 1969 alipokata tamaa na, tama na kuacha muziki kwa muda, akawaakeshia kwenye vituo vya mafuta vya Capital Esso Service na baadaye Agip Center mkoani Morogoro. Leo tunawapa pole, Mungu awajalieni pole. Wimbo wake <mimbo> maarufu Salamu za Wagonjwa ukawa nembo ya kipindi cha RTD kilichojulikana kama Ugua Pole, kipindi kilichotoa pole kwa wagonjwa kote nchini kila Jumapili asubuhi. Mbali na Salamu za Wagonjwa, Omari alitunga na kuimba wimbo wanina mpenzi wangu Kibamba ambao uliteka chati muziki wa dansi ni huzuni kwamba pamoja na umaarufu wake huo hakunufaika kifedha wala kuenziwa kama ilivyostahili. Alikuwa miongoni mwa wanamuziki wengi waliomaliza maisha yao katika umaskini, akitumbuiza ba na kushikilia gitaa lake la Galaton lililonuliwa miaka ya sabini. Kipindi hicho kilikuwa na utaratibu wa kumtembelea mgonjwa hospitalini, kumpa nafasi ya kutuma salamu na kuchagua wimbo anaoupenda na kabla ya salamu hizo alisikika Kungubaya na gitaa lake la Galaton lenye nyuzi sita. Leo tunawapa pole, Mungu hawajalieni wa pole, pole, pole. Lakini kama ilivyo kwa wakongo wengi wa muziki wetu, umaarufu haukuwa na mkono wa neema akaishia kupiga muziki katika baa ya makondeko mloganzira Dar es Salaam akitafuta riziki na heshima ya mwisho. Mzee Omari Kungubaya aliaga dunia mwaka 2006 akiwa fukara. Alifariki kimya kimya, pengine hata bila vyombo vya habari kumfikia wakati wa uwai wake, lakini sauti yake bado ipo katika kumbukumbu -kumbu za wale waliowahi kusikia Ugua Pole na kulia kwa furaha au huzuni kwa ujumbe wake wa faraja. Kwa wale ambao hawajawahi kumsikia, basi historia hii ni darasa, na kwa wale waliomsahau, basi huu ni mwito wa kumkumbuka. Mzee huyu alikuwa zaidi ya mwanamuziki, alikuwa sauti ya tumaini, faraja na upendo kwa maelfu ya Watanzania. Hadi leo nyimbo zake zimehifadhiwa katika maktaba ya TBC Taifa, lakini hazipigwi tena, hazikutolewa, hazijapata stahiki Inasemekana marehemu Omari Kungubaya alilipwa shilingi tano tu na RTD kwa kutumia wimbo wake wa Salamu za Wagonjwa kama kiashiria cha kipindi cha salamu za wagonjwa. Kungubaya akapata bashiloya akamwambia RTD wamekupunja, unastahili kulipwa pesa nyingi zaidi kuliko hii shilingi tano. Kungubaya akaanza kufuatilia malipo zaidi, RTD wakaacha kutumia wimbo huo na biashara ikaishia hapo. Ni wakati wetu sasa kama kizazi kipya kusema asante Mzee Kungubaya, kwa muziki wako, kwa faraja yako na kwa kutuonyesha kuwa muziki si burudani tu, bali ni tiba pia. Ikiwa umeguswa moyo wako, tafadhali subscribe channel hii, like na comment, tuendelee kuenzi historia yetu kupitia sauti na picha. Hii ilikuwa Makinikia ya Habari tunachimba kumbukumbu, si madini tu. Mimi msimulizi wako Bakari Majeshi <mimu>